So, pale amekwama sasa. Kazi yake ni hii, pesa umeona, 1.3 trillion wametoa, wameweka kwa magunia na makontena. Kazi yao ni kuhonga watu, lakini mimi pale nikatangaza tufungue hoteli, kwa sababu mimi ni kiongozi, ninajua mambo ya pesa vile naendanga. Naambia, tumefungua hoteli hii, mali ya hii mtu mchukue tu, kule kule, mkule, mkule siku ya kufunga hoteli nitatangaza. <laughs> <Na> pale kwetu, <laughs> pale kwetu sisi ni experts ya kufungua hoteli na kufu. We are experts. Sasa nimeona juzi kumechomeka moto hapo Kiambu, ametumana shilingi milioni nane karambe kidogo tu. Sasa wakikuyu pale, kwa sababu wamechanuka, wameanza kuimba, wipo pale, tusonge na kasongo tusonge na kasongo sasa watu yake wamechukua video, wamemtumia. Alikuwa anacheka sana, anasema mambo iko sawa sawa? Sasa ka uyupo kidogo tu is costing him milioni nane, milioni nane, milioni nane. By the time akizunguka hiyo mlima, hatakuwa hata na shilingi kumi mabaki kwa mfuko. Na nimemwambia Wakikuyu, nyinyi hii mtu mlichagua eburi, hakuna kitu yake mlikula. <laughs> Alikuja na bibilia akasema, mwadhani agosho mkafikiria ni Mkristo, mkamchagua. Wakati imefika mkule pesa yake, kwa sababu amwezi fukuza mtu tu bure na muna hiyo, na mlimpigia kura aende tu bure, muende hasara. So tumefungua hoteli. So rais wewe, lete pesa, lete pesa, lete, lete, lete, lete. eh? Hapa kwenu, hapa kwenu wame give up hapa kwenu, naona kama ameinua mkono kwa sababu ameenda western siku sita hajakuja hapa. Ameenda coast mara mbili hakuji hapa. Hata kwao vitu vile haendi, wanalalamika.